Je, kuna kitu kama dhambi mbaya kuliko zote yaani dhambi moja ambayo ni mbaya zaidi kuliko nyingine zote? Je, ipo? Naam, ipo. Ninafahamu vyema ya kuwa baadhi ya watu wanatofautiana katika jambo hili. Kuna watu wanashikilia msimamo kwamba hatuwezi kutangaza dhambi yoyote kuwa mbaya zaidi kuliko nyingine yoyote. Kwa Mungu dhambi zote ni dhambi tu, ziko sawa, ndivyo inavyoelezwa mara nyingi kwa baadhi ya watu. Kwa mtazamo huu, basi, mtu anayeiba stepla kutoka ofisini anafanya dhambi nzito sawa machoni pa mungu na mtu muuaji lakini watu wengi kiitifaki na vilevile kibibilia wanaelewa kwamba dhambi zingine ni mbaya zaidi kuliko zingine tuna hakika kwamba mungu akili zake ziko juu si za kawaida kama za kwetu mungu wa wayahudi na wakristo halinganishi kuiba kitu cha ofisini kama stepla na mauaji basi kama ni hivyo ni dhambi gani mbaya zaidi? Dhambi mbaya zaidi ni kutenda maovu kwa jina la Mungu. Tunajuaje? Tunajua hii kutoka kwa amri ya tatu katika amri zile Kumi. Hii ndiyo amri pekee inayosema kwamba Mungu hatamsamehe mtu anayezivunja amri zake. Amri hii inasema nini? Mara nyingi inatafsiriwa kama ifuatavyo: usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako kwa maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu alitaja jina lake bure. Maana yake hata msamehe yeyote anayelitaja jina lake bure. Inaeleweka kwamba watu wengi hufikiri kwamba amri hiyo inakataza kutaja jina la Mungu bila sababu nzuri. Kwa mfano, ukisema neno kama Mungu nilikuwa na siku mbaya kazini leo, ina maana umevunja amri ya tatu. Lakini tafsiri hiyo haimaanishi hicho. Ingekuwa hivyo, Mungu angeweza kumsamehe mtu aliyefanya ukiukaji wa amri nyingine yoyote, kama kuwavunjia heshima wazazi, kuiba, kuzini au hata kuua, lakini asingeweza kamwe kumsamehe mtu ambaye alisema Mungu, nimekuwa na siku mbaya kazini leo. Hiyo inashangaza. Hebu tuwe wakweli. Ingekuwa hivyo, hilo lingemfanya Mungu na amri zake kumi zisieleweke kimaadili, kwa kweli kama ambavyo hutokea. Inabidi tukubali amri sio shida. Tatizo ni tafsiri. Ukitazama tafsiri za Kiingereza, kuna moja inasema usichukue, na nyingine inasema usiibe, na nyingine inasema usibebe. Asili ya Kiebrania haisemi usichukue, inatumia neno usibebe. Lugha ya Kiebrania kihalisia kusomeka usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Moja ya tafsiri mpya za Biblia zinazotumiwa sana, New International Version, hutumia neno matumizi mabaya badala ya neno chukua. Kiswahili kinaposema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako hii ni karibu zaidi na dhamira na tafsiri ya asili katika Biblia ya Kiebrania. Inamaanisha nini kubeba au kulitumia vibaya jina la Mungu? Inamaanisha kutenda maovu kwa jina la Mungu, na kwamba Mungu hatasamehe. Kwa nini siwe hivyo? Mtu asiye na dini anapofanya uovu haimpelekei Mungu na dini yake kuwa na sifa mbaya, lakini watu wa dini wanapofanya maovu, hasa kwa jina la Mungu, hawatendi maovu tu, wanafanya uharibifu mbaya sana kwa jina la Mungu. Katika wakati wetu kuna mfano wa hili la kufanya maovu kwa jina la Mungu, maovu yanayofanya na Waislamu wenye itikadi kali wanaotesa watu na kujilipua kwa mabomu, kuchinja na kuua watu wengi. Wote hufanya hayo kwa jina la Mungu, wanafanya uharibifu mbaya sana kwa jina la Mungu. Haikuwa kwa bahati mbaya kwamba kile kinachoitwa the new atheism, yaani mlipuko mkubwa wa harakati za watu wanaoamini kuwa kuna Mungu, walifanya uharibifu kama mashambulizi ya Septemba 11 dhidi ya Marekani yaliyofanywa na magaidi wa Kiislamu. Kwa kweli, hoja ya mara kwa mara dhidi ya Mungu na dini inahusu uovu unaotendwa kwa jina la Mungu, kama unafanywa kwa jina la Mwenyezi Mungu leo au ilifanyika zamani kwa jina la Kristo. Watu wanaouua kwa jina la Mungu sio tu kwamba wauwa wahanga wao, wanamuua Mungu pia. Ndiyo maana dhambi kubwa ni uovu wa kidini. Hiyo ndiyo amri ya tatu. Ipo ili kufundisha, usilitaje bure jina la Bwana mungu wako. Ukifanya hivyo, Mungu hatakusamehe. Mimi ni mtumishi wa Mungu, Emanuel Daudi Chagari.